Watazamaji wa channel ya Feaboy, karibu tena katika channel yako pendwa, kwa update zote kuhusu ajira, elimu pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Katika video ya leo, tutakwenda kuangalia jinsi ya kuweza kuangalia matokeo ya mtihani wa taifa darasa la nne pale yatakapotoka. Hatua ya kwanza, ingia katika website ya NECTA katika Google, na baada ya hapo website hii itafunguka namna hii. Sehemu hii ya news utaweza kuona matokeo yamewekwa hapa, lakini utakuja katika hivi vidoti vitatu hapa juu. Baada ya kubonyeza hapo, utakuja kwenye sehemu hii ya result, utagusa hii result. Baada ya hapo, utagusa hii SFNA, maana yake ni standard for national assessment. Utaigusa namna hii, ikishafunguka linki hii, sehemu hii hapa, utaweza kuyaona elfu mbili na ishirini na tano. Hapa utaweza kuona elfu mbili na ishirini na tano, kwa unachotakiwa kufanya ni kugusa link ambayo itakuwa katika sehemu hii hapa chini. Utaigusa link hiyo hapo na matokeo yataweza kufunguka namna hii, then hapo utaweza kuchagua mkoa wako ambao unataka kuangalia matokeo. Let's say upo Shinyanga, utaweza kuona wilaya za mkoa wa Shinyanga kama Kahama TC, Shinyanga yenyewe, Kishapu, Shinyanga MC Msalala na Ushetu. Labda upo katika wilaya ya Kahama au katika wilaya ya Shinyanga, basi utaweza kufungua na utaweza hapa kuona shule zote ambazo zipo katika wilaya hiyo, na hapa utaweza kuchagua shule ambayo unataka kuangalia matokeo yake, utaweza kuyaona kwa namna hiyo. Kwa hiyo ni njia rahisi ya kuweza kupata matokeo ya mtihani wa taifa darasa la nne pale yatakapoweza kutoka, standard four national assessment na kwa wale ambao ni mara yao ya kwanza kuingia katika channel ya FEABOY tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii share video hii kwa wengine wengi zaidi, ili waweze kupata taarifa hizi. Na kwa wewe ambaye hauna cheti cha kuzaliwa, hakikisha unapata cheti chako cha kuzaliwa leo. Au kama cheti chako cha kuzaliwa ni cha zamani, basi tunakusaidia wewe kuweza kupata cheti kipya. Kumbuka, vyeti vya zamani havitumiki tena. Asanteni na karibuni.